Ya nawasalimu kupitia jina takatifu la Yesu Kristo na kabla sijaendelea, hebu tuwasikilize hawa, kisha tuendelee. chimbi aibiti wiki mbili hajaapishwa kuwa rais. Mtakumbuka maneno yangu, mtakumbuka vizuri tu. Tanzania sasa hivi hakuna rais. Bali mkatae, Tanzania sasa hivi haina president haina haina kabisa. Hivi mnadhani Bi Msumi na anavyopendaga kamera, yule mama anavyopendaga kamera Bi Msumi yule angekuwa na nguvu hey. au ajanika lisura lake lile kwenye kamera? Roho wa Mungu amenipa kazi, ameniambia nimuombee makamu wa raisi. Roho wa Mungu ameniambiya nimuombee makamu wa rais. I have to pray for this man. Amen. Ameniambia muombe makamu wa rais. Muombe makamu wa rais. Something heavy is on his own shoulder. Okay. Siko hapa kuthibitisha hayo ambayo wameazungumza au nabii huo ambao umetolewa kwa namna kama hiyo walivyosema. Uh, sitaki kusema hayo ni ndiyo kama wanavyosema wao kwamba hilo wanayolizungumza ni ndio. Niko hapa kuja kukufafanulia kimaandiko ni kwa nini hayo wanayoyasema yaweza yakawa ni kweli kwa mujibu wa Bibilia, kwa nini uh, rais aweza akawa amekufa kweli, au kama ajapa anaweza akafa kwenye taifa ambalo linakuwa limefikia hatua kwa mfano wa hatua ambazo taifa la Tanzania limefikia mpaka sasa. Katika taifa letu hali ya utulivu ni dhaifu sana, watu wana machungu mioni mwao, mauaji mengi yamefanyika, utekaji kwa asilimia kubwa sana umefanyika kuliko namna yoyote ambayo mai kutokea Yani, watu kufanya uovu kutukuza uovu kimekuwa ni kitu cha kawaida sana. Mtu mwenye chembechembe chembe za haki kuuhakika wa kuishi kwenye taifa hili ni mdogo sana. Sasa kitendo hiko kinafanya kundi kubwa la watu wa taifa hili la Tanzania waweze kuumia mioyo na kuwa radhi kufanya lolote, E, hata ambalo linaweza kuhatarisha usalama wa taifa kwa sababu ya ile machungu ya mioyo yao. Kwa hatua ambazo taifa inazidi kuelekea, kama Disemba 9 kumekuwa na vuguvugu la maandamano na sijui mbele litakuja kutokea nini, e. Oktoba 29 ilitokea maandamano, yakafanyika mauaji makubwa sana ambayo kwa kipande kikubwa yamefichwa na vyombo vya habari vinafungwa vinywa vyao ili wasiweze kutangaza, yanafanyika kwa siri. Lakini kiuhalisia mauaji yalifanyika makubwa sana na yakikatili sana sasa, watu wengi hawapendezwi na aina hii ya uongozi. Taifa linaweza kuingia kwenye machafuko makubwa sana kwa sababu ya kutokuwa na na mshikamano, kwa sababu ya kutokuwa na mshikamano baina ya wananchi na viongozi wao. Vurugu na mgawanyiko ambao unazidi kuendelea, utofauti wa kidini unaozidi kuendelea, ni mambo yanayotabiri kwamba taifa linaweza kwenda kugawanyika na kuingia kwenye machafuko makubwa sana lakini kiuhalisia, taifa hili ni taifa ambalo limo mikononi mwa Mungu. Mungu analiangalia kwa jicho la karibu sana, kwa sababu ni taifa ambalo lilizuia mpango ovu wa korona, mpango ovu wa njama ya korona kuweza kuangamiza dunia nzima. Inawezekana pale ulikuwa ndio mwisho wa watu wabudu. Kwa hiyo, kupitia taifa la Tanzania, dunia iliweza kuokolewa. Sasa kwa nini Mungu aweza kuruhusu rais afe katika wakati kama huu? Kwa sababu kipande kikubwa cha watu, mioyo yao inamchukia rais, haimpendi rais aliyepo, kwa sababu ya aina ya maneno ambayo anaweza anazungumza, au aina kwa sababu ya aina ya uongozi wake ambao unashindwa kutuliza mioyo yao, zaidi sana ni kuumiza mioyo yao watu wa Mungu. Kwa mfano, Askofu Gwajima kapigwa vita vikali kwa sababu ya kupinga utekaji kafungiwa na kanisa kufura namna hiyo hakuna rais aliyewahi kufanya ndani ya hili taifa. Wachungaji mbalimbali, mchungaji mbali Kiomwa Kipesile kakimbia kahama mahali pake kahama mji wake kahama mkoa wake kwa sababu ya hatari ambazo zimekuwa zikimkabili mara kwa mara, simu za vitisho zisizokoma, simu za kutishia uhai wake zisizokoma mara nyingi sana apigiwa kutishiwa kwamba anaweza kuuawa wakati wowote, aweza kutekwa wakati wowote, simu za kuitwa ikulu pasipo utaratibu wa kisheria ni, ni vitu ambavyo vinahatarisha uhai wake. Mara makesi kibao ambayo amezongwa nayo mahakamani yasiyo halali, yasiyo ya haki, kauawa mtoto wake, kauawa binti yake mwingine. Hivyo vyote vinaashiria usalama kwake ni mdogo Mwisho wa siku mpaka anahama mkoa, anahama mji wake. Sasa mambo kama hayo kuwafanyia watu wa Mungu, uwe na uhakika, moyo wa Mungu hauwezi kupendezwa naiye Ndiyo maana aweza kuruhusu rais yafe, inawezekana amekufa au kama aliafa, aweza kuruhusu wakafa kwa wakati wowote, kwa sababu hiyo anataka kulikomboa taifa. Na kusomea maandiko kutoka katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 11, nitaanzia mstari wa 49. Imeandikwa, mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiria kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Yafaa mtu mmoja afe kwa ajili, wala lisiangamie taifa zima. Ni nani ambaye aweza kusababisha taifa hili likaangamia? Basi ni huyo atakayeondolewa kwa ajili ya kuliponya taifa zima. Yafaa mtu moja afe ili taifa zima lisiangamie. Lakini mapenzi yangu mimi, kama mtu wa Mungu, ilikuwa ni vizuri ikiwa rais bado yuko hai, kwamba hayo yanayosemwa ni uongo. Kama bado yuko hai, ni vizuri ageuze moyo wake mara moja, very immediately, ageuze moyo wake afanye kinyume cha maovu, kwamba aanze kutenda wema, aanze kutenda inayotakiwa, ili aponye mioyo ya watu hawa ambao wako radhi kufanya lolote, mwisho wa siku taifa likaangamia kwa ajili ya mtu mmoja. Kama akigeuka na kuacha njia zake mbaya akaamua kutembea katika njia zinazotakiwa Mungu aweza kuahirisha kisifanyike hiki, asife mtu mmoja kwa ajili ya taifa zima, kwa sababu atakuwa amelikomboa taifa kwa kuponya mioyo ya watu. Watu hawa hutaweza kuwazuia wasifanye anataka kuyafanya, ati kwa sababu wewe una nguvu ya dola, ila kwa kuponya mioyo yao. Mtu akiumia moyo huwa radhi kufanya chochote. Inapofika hatua ya mtu kujinyonga, ameumia moyo aka sasa, amevuka mpaka, ameshindwa kuvumilia, anachokisema ni afadhali nife. Mtu huyu akiponywa moyo, hata amua maamuzi yenye majuto. Geuka, ziache jaza zako mbaya. Na kusomea kitabu cha Danieli sura ya tano 5 kuanzia mstari wa 21, maandiko yanasema hivi: Akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu, akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukaloa maji kwa umande wa mbinguni, hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote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 kiwa neno lolote na Mungu yule ambaye pumzi yako i mkononi mwake, na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha uli mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko hayo yaliandikwa ni haya, mene mene, tekeli na peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii, mene, maana yake Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nao umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika nao wamepewa wamedi na wa Haya ni maneno ambayo mfalme Belshaza anaambiwa. Kitanga cha mkono kikatokea kikaanza kuandika ukutani maneno haya kwamba ufalme wako umepimwa, umeonekana utoshi, nao umechukuliwa, wamepewa watu wengine, kwa sababu wewe ulichukua uli vitu vitakatifu mahali patakatifu, ukavichukua vitu vile, ukaanza kuvinywa na makahaba, ukavitumia vitu vya madhabahuni na makahaba. Sasa katika utawala huu kuna tukio bovu sana vyombo vya dola vimelifanya katika kanisa la Askofu wa Jima. Kanisa lilifungwa likawa chini ya ulinzi wa askari polisi kwa muda wa zaidi ya miezi kadhaa sasa, mpaka limekuja kufungulia wiki jao, wiki linafunguliwa, wanaingia ndani, wanakuta sefu imevunjwa, fedha zimechukuliwa, nusu ya vitu vimechukuliwa watu wanadiriki kuiba vitu vya madhabahuni, sadaka za watu walizozitoa kwa mioyo yao kwa ajili ya Mungu wao, vikanunuliwa vitu kwa ajili ya kufanyia ibada takatifu. Watu wanadiriki kuviiba vitu vitakatifu. Hakika ufalme huu unaonekana hautoshi, umepimwa kwenye mizani, unaonekana hautoshi. Kwa sababu kama hizi, Mungu aweza kuruhusu mtu wa aina hii afe kwa ajili ya taifa zima. Ufalme wake unegana utoshi kwa sababu pumzi yako. Huyo nakwambia kitu, nje ya kuwa kiongozi, wewe ni mwanadamu mwenye pumzi nje ya kuwa rais wewe ni mwanadamu, nje ya kuwa IGP, nje ya kuwa CF, nje ya kuwa askari yoyote, nje ya kuwa mchungaji, nje ya mimi kuwa mtumishi wa Mungu, bado ni mwanadamu ambaye pumzi yangu iko mikononi mwa Mungu. Mungu aweza kuniweka popote atakapo, yeye aweza kuniondoa na kuniweka popote, aweza kukuondoa wewe popote na kumweka mtu mwingine, ikiwa tu hautaamua kumtukuza yeye, kwa mfano wa mfalme Belshaza alichofanya Mambo haya siyo mageni kwa watu wa ufalme wa mbinguni, lakini yaweza kuwa mageni kwa ninyi mliozoelea kumwaga damu. Lakini ingekuwa heri kama mngegeuza mioyo yenu na kuzitembea njia njema. Kama watu wanaweza kana diliki kuzungumza maneno kama hayo, yawezekana ni ya uongo, siyo ya kweli, lakini kwa nini wanakuwa na ujasiri wa kuyazungumza kwa sura kama hiyo? Uweze kujua kwamba mioyo yao imeshakuchoka, imekuchoka mtu, wa aina hii wanaweza kudiriki kuzungumza maneno kama haya tukizungumza kama hivi kuonyesha njia kama mtumishi wa Mungu, sisi ni nuru, ni taa. Kazi yetu ni kumulika mahali pa giza, ili kuyaepusha madhara. Kama mambo haya bado hayajatokea, ili asitokee. Si furaha yetu sisi kwamba rais aweze kufa akiwa madarakani kwa sura kama hii. Ingekuwa vema kama angegeuza moyo wake, akayafanya yale ambayo hayatapelekea watu kumia mioyo kiasi cha kukata tamaa. Maandiko yanasema wazazi msiwachokoze watoto wasije kukata tamaa. Mtoto unapozidi kumchokoza sana atakata tamaa mwisho wa siku atafanya maamuzi ambayo anaona yeye ni vema, mwisho wa siku yatakuja kumletea madhara yeye na wewe pia. Lisiangamie taifa zima aweza kustahili kufa mtu mmoja ambaye anaweza kusababisha taifa ili kuangamia. Lakini kwa nini iwe hivyo? Kama ana uwezo wa kugeuka na kuzia chanja zake mbaya. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyekutoka mafichoni. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayefungwa, atakayeteswa ama afai katika Bwana tangu sasa, ili apate kupumzika. ti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.